Naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu Patrobasi Katambi amezitaka taasisi za umma nchini kutoa fursa kwa waajiriwa wao kushiriki michezo mbalimbali mbali, inayoandaliwa ikiwemo ya Mei Mosi kwani ina faida kubwa kwao. Katika ufunguzi rasmi wa sherehe za kuelekea maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa mkoani hapa ambayo yanatanguliwa na michezo mbalimbali mbali, naibu waziri huyo akatumia fursa hiyo kuwataka waajiri nchini kulipa kipaumbele suala la michezo kwa wafanyakazi wao kupitia shirikisho la vyama vya wa wafanyakazi kuelekea kwenye kilele cha Mei Mosi. Lakini pia waajiri wetu pamoja na wa, wa, wa, wafanyakazi kwa pamoja tumekuwa na sehemu ambayo tunaweza tukapunguza stress na kuweka pamoja na kushiriki katika mambo haya hmm, na kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya iliyo bora, afya ya akili katika kuwahudumia Watanzania. Waajiri ambao hawaoni umuhimu wa kuwaleta wafanyakazi kushiriki kwenye michezo hii hasa kama Dr. Samia Suluhu Hassan anakuja na ndio anayetoa zawadi za michezo hii alafu kuna mwajiri kule ambaye naye kaajiriwa na rais haoni umuhimu wa kuleta wafanyakazi kuja kushiriki kwenye michezo ambayo rais anaiunga mkono. Hivi hapo, kwa mtu ambaye anajua hesabu za haraka haraka, unasemaje hapo mwisho? Michezo oy. Oy, oy. Waajiri oye oy! Mwajiri mkuu rais yeye anathamini michezo, rais huyu huyu anajenga viwanja nchi nzima. Akisoma risala yake, mwenyekiti wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Rosline Masam amesema licha ya baadhi ya waajiri nchini kutoona umuhimu wa michezo anawapongeza wafanyakazi waliopata fursa ya kuendelea kushiriki katika michezo hiyo. Hapa Singida tumepanga, tumepanga pia kupitia wafanyakazi hao, Mheshimiwa mgeni rasmi, huwa tunachangishana fedha wenyewe na kununua mahitaji ambayo tunayapeleka kwenye vituo mbalimbali kama msaada kwa ajili ya kushiriki na wale wenzetu, kuwaonyesha kwamba na sisi tuko pamoja nao na pia tendo hili huwa linaambatana na wafanyakazi kutembelea maeneo mbalimbali ya vivutio katika mkoa wa husika kama njia mojawapo ya kutangaza utalii kupitia michezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunazidi kusikitika kuona kwamba taasisi zinapungua za kushiriki michezo yetu hii pendwa ya mashirikisho ikiwepo hili la Mei Mosi, tunazidi kulileta ili kwako tena tukiomba utusaidie kufikisha ujumbe kwa wakuu wa taasisi ambao hawaoni umuhimu huu na kuweza kufanya jitihada za kuwapa wafanyakazi nafasi. Hata hivyo kwa upande wake, katibu mkuu wa kamati hiyo ya michezo taifa Alex Temba amesikitishwa na ushiriki wa michezo mwaka huu kwa wafanyakazi kupungua na kuomba waajiri kuwaruhusu wafanyakazi wao kushiriki katika michezo hiyo. Ushiriki wa michezo kwa mwaka huu umepungua kwa kiasi, na kama mlivyosikia maelezo ya mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Patrobasi Katambi alivyoeleza, akiwasii viongozi na wakuu wa taasisi kutumia fursa hii kuwapa ruhusa watumishi ili waweze kushiriki katika michezo yetu. Tumepungua kwa uchache, lakini tunaendelea kuomba wakuu wetu waendelee kusikiliza mapenzi ya mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, anavyoipenda michezo yetu. Ukitazama maendeleo ya michezo Tanzania ilivyo sasa hivi, viwanja mbalimbali vinavyoendelea kujengwa, kwa kweli mheshimiwa anaupiga mwingi. Kutoka mkoani Singida, Edna Malekela <gulia>